Na mtazamaji wa Togolay 24 TV, call me Togolay Alfred Malube, na hivi leo tumepata nafasi ya kuweza kumtembelea uh, mkurugenzi wa taasisi kubwa na bora inayofanya vizuri katika nchi hii ya Tanzania, na huyu si mwingine, ni mkurugenzi wa Azaria Foundation. Tutakwenda kufahamu jina lake kwa ukubwa zaidi, na nini hasa maono juu ya Azaria Foundation. Kiongozi, kwa asiye kufahamu, lako jina ni nani? Jina naitwa Audax Sande Abeli ni mkurugenzi wa Azaria Foundation. Wengi wanatamani kufahamu mkurugenzi uh, Azaria Foundation ili kujaje, kujaje hasa? Na je, ni wazo lako ama uliliona kwa mtu ama ulishirikishwa na ili Azaria, Azaria ni nini hasa? Ili jina lilitoka wapi? Kwa hiyo tunatamani kufahamu historia ya Azaria Foundation, uh, Azaria Foundation. Kwa historia yake, kwa ufupi, mimi nilikuwa mtoto ambao niliishi mazingira magumu kama mtoto wa mitaani. Kwa hiyo ilizaliwa na ndoto yangu, kwa kuwa nilisaidiwa, na mimi nikabidi nisaidie niliyowaacha mitaani. Kwa hiyo historia ya Azaria Foundation, mimi ni mwanga wa mtoto ambao nimeishi mazingira magumu kama mtoto wa mitaani. Kwa hiyo mimi ndo naweza nikakupa picha kidogo ya Azaria Foundation iko hivyo. Na Azaria Foundation, kwa nini niliamua kuita Azaria Foundation? ni kwa Azaria Foundation, Mungu anasaidia. Azaria, Mungu anasaidia. Kwa hiyo nilipata, baada ya kubadilika kuwa mtu mwema, kuwa kijana mwema, nikaweza kuoa, mtoto wangu wa kwanza anaitwa Azaria Ana ya hiyo, Azaria, Mungu anasaidia. Na mimi nikaamua kuwa na wazo, kwa kuwa nilisaidiwa na jamii na mimi kwa nini nisiwasaidie hawa niliowaacha mitaani? Kwa hiyo nami nikaamua kuita Azaria Foundation. Kwa hiyo unaweza ukaona Azaria Foundation pia ni mzaliwa wangu wa kwanza kama mtoto, wa, mtoto wangu wa kwanza anaitwa Azaria, kwa hiyo ndo maana nikaita Azaria Foundation. Uh, mkurugenzi, natamani kufahamu ni jinsi gani uliweza kuingia mtaani, kwa sababu mtu hawezi kujikuta tu mtaani. Huyu mtu ameanzia nyumbani familia ilikuwaje? Je, ulifukuzwa na wazazi? Ulifukuzwa na baba? Ulifukuzwa na mama? Ama ulifukuzwa na watu waliokuwa ku, wanakulea kiasi kwamba ukajikuta upo mtaani? Sasa unapozungumza zungu, ndio, mimi niliingia mtaani baada ya kupoteza wazazi wangu wote wawili. Sasa kulingana na watu ambao waliokuwa wanatusimamia au, malezi hayakuwa malezi bora kwa hiyo kajikuta nisha kuwa mtoto wa mitaani. Maanake mpaka uje kuwa mtoto mitaani, kuna vyanzo vingi vinavyosababisha uwe mtoto wa mitaani. Wezi kujiwapo ambao anaweza kujitakia, lakini siamini kama mtu anaweza kujitakia kwenda kuzurura barabarani kama nyumbani kuna maisha bora, sawa? au wale waliokuwa wanakulea wanakuangalia, kuna vitu wamekunyima kuvipata vile, au kuna manyanyaso unaona ah, kuliko nikae hapa, ni nyanyasike hivi, ni bora nikimbie. Kumbuka unavyoingia mitaani, pia huku barabarani kuna mateso, unakutana na watu eh, wengine wa hawakujali eh, unaweza ukakosa chakula. Haiwezekani, mimi siamini hivyo. Kwa hiyo ninaamini mtoto ambao yuko mitaani ana shida iliyosababishwa imlete mtaani, na sisi kama Azaria, ndio maana tukaona kwamba watoto wanahitaji kusaidiwa ili tuwarudishe kwenye familia zao, wawe watoto kama wengine, ili tuweze kutengeneza taifa la kesho. Tusiwe na watoto ambao hawana maadili, tusiwe na wa vijana, maanake ya watoto ndio vijana wa baadaye. Hatusiwe na vijana ambao ni wavunjifu wa amani wasibie watu, tuwe na vijana ambao wana maadili. Kwa hiyo ndo maana Azaria tunafanya hivyo, lakini sasa Azaria peke yake hawezi. Hii ni nchi kubwa, tuko watu wengi kama Azaria. Mimi ningeomba Watanzania kwa pamoja na serikali tuungane kufanya hii kazi kwa pamoja ili tuweze kuwasaidia hawa watoto na kutengeneza taifa letu zuri lenye upendo, tuwe na upendo pia Tuena. Sasa anayetutazama, uh, yamkini yuko na huo moyo na ameguswa na anaona ni jinsi gani hawa watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu wanapitia katika nyakati ngumu sana. Uh, anawezaje kutoa msaada Yes, anatamani kwamba okay, natamani kuachilia hichi kidogo changu kupitia Azaria Foundation. Anawezaje kuachilia huo msaada, ili nanye kuweza kuupata kuweza kuwasaidia watoto? Kuachilia msaada unaweza kuachilia. Lakini je, huo msaada unaachilia, msaada gani unajua? Kuna misaada mingine inabidi upokee, kuna misaada mingine utakie kupokea. Ni msaada gani? Msaada wewe kama Mtanzania ili mimi na wewe tushirikiane kuwasaidia watoto, sio nipe fedha, pana fanya Mungu anavyo kubariki. Watoto wako wengi barabarani, lakini mimi ninaongea na wewe unaoniangalia, unaonitazama, unaonifuatilia, tuwe na upendo sasa, tushirikiane kwa pamoja. Pia unaweza ukanitafuta mimi kama Azaria Foundation, au mkurugenzi wa Azaria Foundation, ili kama unahitaji tushirikiane kwa pamoja kufanya hii kazi unaweza ukanitafuta kwa namba sifuri saba moja saba ziro sita ziro ziro ishirini na nne.